Kwa uzoefu wangu, hakuna chama kinachoendeshwa kwa ruzuku. Chama cho, vyama, vyama vyote unavyoviona vinafanya maoperesheni makubwa, unavyoviona kwamba vina, vinafanya kazi ya kisiasa ni vyama ambavyo vinatumia vizuri sana wadau wanaopenda kuyaona mabadiliko kwenye nchi yetu. Hakuna chama chochote kinachomudu kufanya hayo mambo kwa kutumia ruzuku. Hakuna chama chochote kinachoweza kufanya mambo hayo eti kwa kutumia kwamba kina wabunge, kwa hiyo CHAUMMA kutokuwa na ruzuku hakuna utofauti wowote ya chauma yenye ruzuku na chauma eh, na chauma yenye ruzuku yenye uwezo. Haya mambo ni akili, maarifa, uzoefu, kuyajua kuweza kujua namna gani ya kujipanga, kuweza kujua ni nani hasa ni watu wanaopenda kuyaona mabadiliko katika nchi hii. Na hata sisi wakati tunatoka, tuliweka tuliweka wazi kabisa kwamba nchi hii wako watu hawaamini katika kuona eh, Chama cha Mapinduzi kinakuwa kina chenyewe kiko kuna, kuna watu hawapendi hiyo hali walotunga mkono wakasema nendeni, tutawasaidia kwa sababu kuiacha CCM kukaa peke yao ni athari kubwa sana katika suala la demokrasia katika nchi hii. Sasa sio si... natambua kwamba kumekuwa na, na, na, na two school of thought katika, katika, katika jambo hili. Wapo wanaamini katika kutokushiriki na wapo wanaamini katika kushiriki. Sasa kwa nini watu wanadhani kwamba wenye nguvu ni wale wa kusema tu kutokushiriki, na kwamba tusio tunaosema tunashiriki ni kwamba hatuna nguvu, hatuna watu, hatuna wadau, hatuna uwezo? nadhani na, na, ni, ni, ni, ni, ni kitu ambacho ni kitu ambacho sio sahihi.